Mimi pia ningependa kujiunga na wenzangu kusema ya kwamba we must get the root cause on the death of Cyrus Jirongo. nefuwe ga vandu valuya ava muluo avarujhiri muluwo ndenyere vatirii vaze vatirichi mukhole ekasi yenyu, mukhole kasi yenyu omundu yesi yesi. Alala, jambo lingine pia mimi nashukuru sana my fellow governors, mmekuwa wakarimu sana kwa sababu shughuli hii imekuwa ni zito. I want to appreciate in a special way your contribution, my fellow governors, ambao tulishirikiana kwa pamoja. Nashukuru sana the local committee ikiongozwa na mbunge wetu Mheshimiwa 5G. You have coordinated very well. Najua sherehe hii, unajua wabunge wamekuwa mstari wa mbele, na hii ni sherehe harusi ya mwisho ya ndugu yetu. Na vile mnajua ieneshu a vandu valiroranga vako la shina ni valya I want to appreciate Mheshimiwa Nabii with the local committee ambayo kazi mmefanya hapa, na mimi nataka kusema ya kwamba on behalf of the people of Kakamega and the legacy ambayo Mheshimiwa Cyrus Jirongo amewacha, tuko na barabara ambayo inakamilika mwezi wa Januari, kutoka Lumakanda hadi Manyoni, inapita kwa boma ya Jirongo. Hiyo barabara inajengwa na ndugu yetu Toto ambaye ako hapa. Na mimi I want to declare today ya kwamba hiyo barabara we are going to name it under CJ Road in memory of the legend our hero ambaye amesimama hapa, amelala hapa. Na nikimalizia, kwa sababu Jirongo alikuwa ni kiongozi ambaye anapenda umoja wa waluya yeye. Yeah, aliniambia gavana, you are my gavana, na mwaka wa 2027 mimi siji kusimama kiti ya ugavana, mimi ntakuja kusimama urais. So nataka kusema ya kwamba jamii ya Western, ili tufikile azimio ya mheshimiwa Jirongo ametupatia changamoto ya kwamba we have the numbers, ili tuongoze inji hii na kuongoza inji hii lazima tuwe marafiki. There is no way you can leave this nation without having friends. Lazima tuwe na no marafiki, lazima tuwe marafiki kutoka mkoa wa Nyanza, tuwe marafiki wa Rift Valley, tuwe marafiki kutoka coast ni kuambia viongozi wetu ambao wako hapa mbele ya kwamba tuwe mstari wa mbele to bring the mlembe nation. That is the first yardstick ya kuongoza nchi hii. Tunaomba ya roho ya mheshimiwa Jirongo iweze kupumzika kwa amani. Sasa nachukua fursa hii kukaribisha Deputy Party Leader wa chama kubwa cha ODM